Nionavyo mimi, kulingana na kauli hii kama kuna mtu anadhani anao uhuru wa kukaa mtandaoni na kisimu chake anashinda asubuhi, kutwa nzima, anatukana viongozi, jeshi la polisi, hawa tukiwapoteza msi watafute, hawa piga makofi kwa CCM, kuichagua CCM iendelee kuongoza Watanzania ni kushiriki dhambi ya mauaji, ni kushiriki dhambi ya utekaji wa ndugu zetu wa Tanzania waliotekwa. Kwa sababu huyu Chaula alitekwa au alipotezwa kwa sababu ilionekana amechoma picha ya rais. Huyu Deusdedith Soka amepotezwa kwa sababu ya harakati zake zinaonekana kwa mtazamo wake huyu bwana ni kuisema, eh, ni kuasema vibaya viongozi. Mdude Nyagali amepotezwa na damu yake nyingi imemwagika nyumbani kwake, na sababu za kupotea inawezekana ni sawasawa sawa na mtazamo huyu bwana kusema kwamba anamsema vibaya rais au anasema vibaya viongozi lakini kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutoa maoni ni haki au ni wajibu wa kila Mtanzania. Ikiwa Mdude alilalamika au kupiga kelele matumizi mabaya ya rasilimali za taifa, ni wajibu wake kikatiba kulinda rasilimali za taifa na kupinga vikali ubadhirifu wa namna yoyote wa mali za taifa utaofanywa na yeyote ndani ya nchi. Sasa kama huyu anasema hawa tukiwapoteza msiwatafute, hawa piga makofi kwa CCM, piga makofi kwa CCM, kwa sababu watakao jaribu kumsema vibaya rais au kuwasema vibaya viongozi hao wakipotezwa polisi wasiwatafute, na CCM inapigiwa makofi na watu, kwa sababu huyu bwana kasema piga makofi kwa CCM. Kauli hii inaonyesha kwamba CCM ndio wenye wajibu wa kuwapoteza watu wote ambao wataonekana wanasema vibaya viongozi, lakini sio kwamba wanawasema viongozi, ila wanakosoa utendaji mbaya. Kama kiongozi anayekosolewa kwa sababu ya utendaji wake mbaya angekuwa na akili timamu angejua kwamba hapa anaonyeshwa njia, nifanye vizuri ili nizidi kupata kibali kwa watu hawa. Mtu ambaye anakukosoa unavyofanya vibaya, huyo anakutaka ufanye vizuri ili kesho upate kibali kwenye moyo wake. Sasa mtu anayekukosoa ukifanya vibaya, wewe unasema na kusema vibaya, kinachotakiwa ni kupotezwa na polisi wasiwatafute. Na ndivyo polisi wetu wanavyofanya. Kina Deusi Soka amepotea, watafuti mpaka leo. Mdude amepotea, bado wanamtafuta? si Chadema naona ndio wanaomtafuta kwa bidii. Polisi sioni waki, waki, waki wakitafuta, kwa sababu kuna majina ya askari polisi ambao wametajwa kwamba walienda nyumbani kwa Mdude. Hatuoni wakichukuliwa hatua. Bila shaka kauli ya huyu bwana inaendelea kutendewa kazi kwa bidii sana. Lakini mashauri yangu mimi, mtu wa Mungu, kwenu ninyi viongozi wetu ni kwamba mkitenda vema mtapata kibali. Biblia, katika mwanzo sura ya 4 mstari wa 7 nasema hivi, kama ukitenda vyema hutapata kibali Usipotenda vyema, dhambi inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa ishinde. Ukifanya vizuri, Kaini, utapata kibali. Usipofanya vizuri dhambi inakuotea. Kuwateka watu kunakuotea kuwadhuru watu wanaokukosoa unapofanya vibaya kunakuotea, na wewe kunakupasa ukushinde, kukushinda kufanya dhambi ya kuwateka watu au kuangamiza watu kwa sababu wanakukosoa utakushinda kwa wewe kufanya vizuri. Kama mimi ningekuwa kiongozi wa nchi, ninasikiliza wapinzani wanasema nini wanaponikosoa, nasema mmejichanganya sana na kwenda kufanyia kazi yale ambayo wanakuwa wamenikosoa. Hawa hawatakuja wapate nafasi kuongoza hata siku moja, kwa sababu yale wanaoyataka wao kuyafanya mimi nafanya mbele, nawapita kwa mbele na wavateki nayafanya na, na ukifanya vizuri utapata kibali kaini, usipofanya vizuri utachukiwa. Magufuli alikuwa CCM lakini watu walimpenda Magufuli, walimpenda na CCM. Magufuli alikuwa CCM. Watu walimpenda Magufuli, walipenda na CCM. Nyiye na nyinyi ni CCM. Mlipendwa wakati wa Magufuli. Lakini sasa hivi ninawaambia wazi kwamba mmepoteza thamani kwenye mioyo ya watu. Mmepoteza thamani. Watu hawaelewi na huku mbele tunakuelekea. Watawatenga kwenye jamii. Hawatashirikiana na ninyi kwenye jamii. Mtaonekana kitu cha hovyo kwenye jamii. Watu watawachukia, mtapata matatizo, watawaambia, kada wa chama hayupo aje uwasaidie. Mtakutana na matatizo, mtakutana na hasara, mtakutana na ajali mbalimbali. Watu watafika, watasema, eh, hivi kada wa chama hayupo kuja kukusaidia, mwenyekiti wa chama hayupo kuja kukusaidia, katibu wa chama, msemaji wa chama haji kukusaidia, kwa sababu mnaonekana mnanyamazia mabaya yanayoendelea ndani ya taifa. Watu wanatekwa, mko kimya, watu wanapotezwa, mko kimya. Sasa kwa sababu ninyi ndio chama tawala, tunakuwa tunahakika kwamba hamtimizi wajibu wenu. Huyu bwana anasema polisi hawa tu, tukiwapoteza polisi msiwatafute, na ndivyo inavyofanyika. huyu bwana hajachukuliwa hatua yoyote toka atamke maneno haya. Sheria zetu ni njema sana Nikizisoma sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni sheria zinazotaka watu tuishi kwa usawa, zinazotaka watu tuishi vizuri, zinazotaka mtu asiwe mwovu kwa namna yoyote, lakini wenye wajibu wa kuzisimamia sheria hawafanyi wajibu wao sawa sawa wengi wao wanazikanyaga sheria badala ya kuzipeperusha juu, kwamba yeyote atakayevunja sheria anatakiwa awajibishwe. Lakini badala yake, wanaofanya wajibu wao kwa mujibu wa katiba, hao ndio wanaonekana ni wahalifu. Mungu amewakataa kwa sababu amtendi vizuri, lakini mnayo nafasi ndani ya miezi michache mpaka kufikia uchaguzi, mnayo nafasi ya kufanyia kazi makosa yenu vizuri kabisa, na mioyo yenu ikionekana imebadilika, nawahakikishia watu watawapenda. Lakini kama mtaona njia ya kubaki madarakani ni kuendelea kuumiza watu, kuangamiza watu, kupoteza watu, ndio inayofaa, basi mtaangamiza wengi. Mwisho wa siku mtaanza kuangamizana wenyewe kwa wenyewe. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani. Naye anasema ni yeye mtu atakayeteswa, atakayefungwa, ama atakayeuawa apate kupumzika mara baada ya tabu zake. Yesu mhukumu wa haki Yuko karibu sana, nakuja naye. Anakuja kumhukumu kila mtu sawasawa, sawa na matendo yake anayoyatenda. Hii ndio maana neno mara na sauti ya mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.